wa annahu lamma qama abdullahi yaduhu kadu yakununa alayhi libada. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikiliza na likasema, hakika sisi tumeisikia Qur'ani ya ajabu inaongoza kwenye uongofu, kwa hivyo tumeiamini, wala hatutamshirikisha yeyote na mola wetu mlezi. Na kwa hakika utukufu wa mola wetu mlezi umetukuka kabisa, hana mke wala mwana. Na kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu walikuwa wakisema uongo uliopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu, nasi tulidhani kuwa watu na majini hawamzulii uongo wa Mwenyezi Mungu na hakika walikuwako wanaume katika watu waliokuwa wakitafuta kujikinga kwa wanaume wa kijini, kwa hivyo wakawazidishia madhambi. Na kwa hakika wao walidhani kama mlivyodhani nyinyi ya kuwa Mwenyezi Mungu hatamleta mtume nasi. Na tulizigusa mbingu na tukaziona zimejaa walinzi wenye nguvu na vimondo. Na hakika tulikuwa tukikaa humo katika baadhi ya makao ili kusikiliza lakini sasa anayetaka kusikiliza atakuta kimondo kinamvizia. Nasi hatujui kama wanatakiwa shari wale wanaokaa kwenye ardhi au mola wao mlezi anawatakia uongofu. Na hakika katika sisi wamo waliowema na wengine wetu ni kinyume na hivyo, tumekuwa njia mbalimbali. Nasi tulijua kuwa hatutomshinda Mwenyezi Mungu duniani wala hatuwezi kumponyoka kwa kukimbia nasi tulipousikia uongovu tuliuamini. Basi mwenye kumwamini Mola wake Mlezi, basi haogopi kupunjwa wala kudhulumiwa. Na hakika wamo katika sisi Waislamu, na wamo kati yetu wanaoacha haki. Basi waliosilimu hao hao ndio waliotafuta uongofu, na ama wanaoacha haki, hao watakuwa kuni za Jahanamu. Na lau kama wangelisimama sawa sawa juu ya njia tungeliwanywesha maji kwa wingi ili tuwajaribu kwa hayo. Na anayepuuza kumkumbuka mola wake mlezi atamsukuma kwenye adhabu ngumu. Na hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu, basi msimwabudu yoyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Na hakika mja wa Mwenyezi Mungu aliposimama kummomba, wao walikuwa karibu kumzonga. Allahu Akbar Allah Suratul Jin imeteremka Makka. Mwenyezi Mungu mtukufu amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, katika sura hii tukufu awafikishie watu aliofunuliwa yeye kwa wahi kwamba majini wameisikiliza Qur'an na wameitikia wito wake na kuwapa habari kwa yaliyowapata wapumbavu wao na wema wao na yaliyokuwa kutokana na kukaa kwao kusikiliza kwa wizi na kufukuzwa kwao hivi sasa. Na aya za sura hii zinaeleza habari za hao wanaonyatia kwenye njia ya Uislamu na kuupinga, na ikasimulia juu ya kuisafishia misikiti kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu tu peke yake, na juu ya wito wa mtume kumwendea Mwenyezi Mungu na majini kumzunguka mtume na ikaeleza kwa kuwekea mipaka lipi aliwezalo mtume na lipi ambalo haliwezi, na ikahadharisha wenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume watahadhar na Jahannam na kubakia humo milele, na mwishoye sura ikahitimisha kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyehusika na kuijua ilmu ya ghaibu, mambo yasiyoonekana na humdokezea anayemteua katika viumbe ili awe ni mtume wa kuhifadhi wahi kwa kuulinda mpaka wafikishie watu kwa utimilivu, na Mwenyezi Mungu anayajua hayo. Ewe Muhammadi, waambiye watu wako, nimepata wahi kwamba kikundi cha majini kimesikia kusoma kwangu Kurani, nao wakawaambia wenzao, hakika sisi tumesikia Kurani ya namna ya peke yake hatujapata kusikia mfano wake kabla yake, inaitia kwenye uongofu na usawa. Kwa hivyo tumeiamini hiyo Qur'ani tuliyoisikia, na kabisa hatutamshirikisha Mola wetu mlezi aliyetumba na kutulea na chochote katika waja wake, na kwamba hakika cheo na utukufu wa Mola wetu mlezi umetukuka, hana mke wala mwana na hakika wajinga katika sisi walikuwa wakimzulia Mwenyezi Mungu maneno yaliyokuwa mbali kabisa na ukweli na kuwa sawa. Na hakika sisi tulikuwa tunadhani kuwa haiwi binadamu au jini kumzulia Mwenyezi Mungu jambo ambalo zilaiki naye kutemeka nalo. Na walikuwako wanaume katika wanadamu wakitafuta ulinzi kwa wanaume wa kijini. Basi hao binadamu hawakuwazidishia majini la kuzidi uasi na ujinga na ujeuri. Na hakika majini walidhani kama mbivyodhani nyinyi yenye binadamu kwamba Mwenyezi Mungu hatamfufua yeyote baada ya kushakufa, wala hatuwaletea watu mtume yeyote wa kibinadamu. Na hakika sisi tulitaka kufikilia mbinguni, tukakuta kumejaa walinzi wa kimalaika wenye nguvu na vimondo vinavyounguza kutoka upande huo. Na sisi kabla ya leo tulikuwa tukikaa pande za mbinguni kwenye makao kwa ajili ya kuchunguza habari za mbinguni, lakini sasa mwenye kutaka kusikiliza na kuta vimondo vinamgojea kumzuia na kumteketeza. Na hakika sisi hatujui imekusudiwa adhabu kwa walioko katika ardhi kwa huku kulindwa mbingu hata ikazuiliwa kusikilizwa au mola wao mlezi anawatakia heri na uongofu. Na hakika miongoni mwetu wapo waliowema wacha Mungu na miongoni mwetu pia wapo walio kinyume na hivyo, na hao ni walio wastani katika wema wao, kwa hivyo sisi ni wa makundi mbalimbali. Na hakika sisi tumeyakinika kwamba hatutamshinda Mwenyezi Mungu popote tutakapokuwapo katika ardhi wala hatutamshinda hata tukifanya tuikimbia ya hukumu yake kwendea mbinguni. Na hakika sisi tulipoisikia Kurani tuliiamini, na mwenye kumwamini mola wake mlezi basi hachelei kupunguziwa chochote katika mema yake wala kudhulumiwa kwa kuzidishiwa maovu yake. Na hakika kati yetu wapo Waislamu wenye kuikubalia haki na miongoni mwetu wapo wenye kuiacha njia ya uongofu basi wenye kusilimu hawo wamefuata njia ya haki na ni wenye kufanya jitihada katika kuihiari njia hiyo. Ama majeuri walioiacha njia ya Uislamu, basi hawo watakuwa ndiyo kuni za Jahanamu. Na hakika lau kuwa watu na majini wakifuata njia wa ya Uislamu wala wasende upogo wakaiwacha, basi bila shaka tutawanywesha maji mengi yatakayoenea nyakati za haja ili tuwajaribu tuwaone vipi watavyomshukuru Mwenyezimungu kwa neema anazowaneemesha. Na mwenye kukengeuka na ibada ya mola wake mlezi atamtia katika adhabu ya mashaka asiyoyaweza kuyachukuwa. Na imefunuliwa kwangu kwamba kwa hakika misikiti ni, ni ya Mwenyezimungu peke yake, basi msimwabudu yeyote pamoja na Mwenyezimungu. Na imefunuliwa kwangu kwamba aliposimama mja wa Mwenyezi mungu Muhammadi katika sala yake akimwabudu Mwenyezi Mungu, majini walijikusanya makundi kwa makundi, wakistajabu kwa yaliyokuwa wakiyaona na wakiyasikia kul innama

Sema, hakika mimi namwomba mola wangu Mlezi, wala simshirikishi yeye na yoyote. Sema, mimi sina mamlaka ya kukudhuruni wala kukuongozeni. Sema, hakika hapana yeyote awezaye kunilinda na Mwenyezi Mungu, wala sitapata pa kukimbilia isipokuwa kwake yeye tu ila nifikishe ujumbe utokao kwa Mwenyezi Mungu na risala zake. Na wenye kumuasi Mwenyezi Mungu na Mtume wake, basi hakika hao watapata moto wa Jahannam, wadumu humo milele. Hata watakapoyaona wanayoahidiwa, ndipo watakapojua ni nani mwenye msaidizi dhaifu na mchache wa idadi. Sema, sijui kama yapo karibu hayo mnayoahidiwa au Mola wangu mlezi atayawekea muda mrefu. Yeye ndiye mwenye kujua yasiri, wala hamdhihirishii yeyote siri yake, isipokuwa mtume wake aliyemridhia. Naye huyo humwekea walinzi mbele yake na nyuma yake, ili yeye ajue kwamba wao wamefikisha ujumbe wa Mola wao mlezi, na yeye anayajua vyema yote walionayo, na amedhibiti idadi ya kila kitu. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Sema, hakika mimi namwabudu Mola wangu mlezi peke yake wala wa simshirikishi na yeyote katika ibada. Sema, mimi sina uwezo wa wote juu yenu kukuondoleni madhara wala kukuleteni uongofu na manufaa. Sema, hakika mimi, hapana yeyote awezaye kunondolea adhabu nikimuwasi Mwenyezi Mungu, wala sipati pa kukimbilia kuikimbia adhabu yake, lakini niwezalo nikufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu na risala zake alizonituma nizifikishe. Na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake na kepuuza dini ya Mwenyezi Mungu basi hakika mtu huyo atapata moto wa jahanamu, wabakia humo milele. Hata watakapoiona adhabu waliyoahidiwa, hapo basi watajua wakati takaposhuka nani mwenye msaidizi dhaifu wasiye na nguvu, na yupi mchache wa idadi, ni wao au waumini? Sema yenye makafiri, sijui ni karibu hiyo adhabu mliyoahidiwa au Mola wangu Mlezi ataifanya iwe mbali yeye ndiye mjuzi wa ghaibu yaliyo siri hapana mmoja katika viumbe vyake anayeijua siri yake ila mtume aliyemridhia kumjuvya baadhi ya hiyo siri naye humwekea mbele ya huyo mtume na nyuma yake malaika ya ya ya wa kumkingana wasiwasi ili mwenyezi mungu wayajue hayo yametokea kukuwafikiana na alivyokadiria ya kwamba manabii hakika wamefikisha risala za mola wao mlezi na kwa hakika yeye keshajua kwa kufafanua yote waliyonayo, na anajua idadi ya viumbe vyote. Hapana kitu kinachompotea yeye.